Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ya Radio Safina jijini Arusha imekuandalia kongamano kubwa kabisa ambalo litafanyika Jumamosi hii pale katika viwanja vya Magereza Kisongo jijini Arusha. Ni kongamano ambalo linaenda kubadilisha maisha yako na historia ya maisha yako kwa ujumla. Unaposhiriki kutoka mbali, kutoka karibu, hautajuta kuja Arusha kwenye kongamano hili siku ya Jumamosi pale katika uwanja wa Magereza. Kwa tunakukaribisha kutoka nje ya nchi, ndani ya nchi, tushiriki wote kwa pamoja kongamano hili ambalo lengo lake ni kuturudisha katika maisha yale ambayo Mungu alikusudia pale Eden, pale alipokuwa ametuumba, amemuumba baba yetu wa kwanza Adam, akatuweka duniani. Kupitia yeye alitukusudia maisha mazuri, maisha ya baraka, lakini yawezekana leo watu wanapita kwenye maisha magumu, maisha ya laana, maisha ya mateso kwa sababu ya utawala ambao adui ameuingiza kwenye maisha ya kila moja, moja kwenye kila familia. Kwa hiyo tuna lengo kubwa kwamba unaposhiriki kwenye kongamano hili uweze kurudishwa katika maisha yako, ya ama tunasema kwamba Eden yako vile ambavyo Mungu alikukusudia pokuleta duniani tangu pale mwanzo kwayo. Kwa hiyo kwakaribishe ndugu zako jamaa zako marafiki zako wazazi wako watoto wako, tuje wote tushiriki kwenye kongamano hili pale katika viwanja vya magereza Jumamosi hii, na Mungu akufanyia mambo makubwa kabisa katika maisha yako. Karibu sana sana sana, sana, sana, Arusha, mkaribishe na mwingine. Mungu akubariki.